Mambo tunayoyaishi hapa duniani yanakupa subliminal message ya mambo ya mbinguni, na mambo mengi ambayo tunayafanyaga hapa chini ya mbingu, ambayo hata wengine bado hawajawahi kuyagundua na tunayoonaga ni ya kawaida sana, lakini Mungu aliyaweka hayo mambo katika maisha yetu ili yatufundishe, ili yatufundishe kwamba kuna siku Mungu aliye juu atafanya hivyo hivyo tunayoyafanya, na Mungu aliacha hayo mambo ili kwamba yatupe unabii ya mambo yatakayokuja siku za mwisho ya mambo ya kiroho. Umeshawahi kujiuliza kwa nini unakuaga unafyajia, unachukua ufyajia, unafyajia nyumba, unafyajia uwanda, unafyajia sehemu yote ile? Baada ya kumaliza ya kufyajia baada ya kumaliza kufanya usafi huo wa kufajia, unachukua yale yote mauchafu, unakwenda kuyatupa ama unakwenda kuyaunguza. Umeona? Tulia kwanza sekunde mbili, inakufundisha nini hilo jambo? Alikupatia subliminal message ya kitu fulani hivi. Hujui kwamba Mungu atakusanya makapi yote atayatupa motoni? Hivi haujui kwamba Yesu Kristo aliwahi kusema hayo maneno wakati bado anatembea hapa ulimwenguni? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu aliviweka ndani ya maisha yetu viwe vinatufundisha na tunaviishi kama unabii. Tunafanya unabii kwa ajili ya vitu vya kiroho, kwa ajili ya vitu vitakavyokuja. Vile vile gisi unavyofanya usafi, vile vile unavyofanya usafi ndani ya nyumba yako kufyajia na kuenda kuviunguza ama kuvitupa motoni, ndivyo hivyo, ndivyo hivyo ambavyo na Mungu pia uaga ametabiri kwamba siku za mwisho yatakuwa e hivyo, atakusanya malaika zake, watakusanya watu huko na huko, wema na waovu, kisha mwamuzi wa mwisho ambaye ni jaji mkuu Yesu Kristo anawatupa watu mbali na Mungu. Umeshawahi umesha umeshawahi kujiuliza kwa nini ndoa? Kwa nini tu ndoa? Hivi ndoa inafundisha nini? Kwa nini Yesu analazimisha watu uwe na mke mmoja, uwe na mume mmoja? Kwa nini? Subliminal message yake inakupa nini pale, kama vile unavyoelewa kwamba ndoa, mwanamke anasimamia kanisa na mwanaume anasimamia Kristo ambaye ni Mungu. Ndiko maana Yesu akawaambia Wayahudi, toka zamani haikuwa hivyo. Musa aliwaruhusu muoe wanawake wengi kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini toka zamani Mungu hakuwa na huo mpango wa mtu kuwa na wanawake wengi, sipokuwa aoe mke mmoja na mwanamke aolewe na mume mmoja basi subliminal message ni nini? inakufundisha nini? unatoa unabii gani katika maisha yako ya ndoa? Mwanamke akiwa anatoka kwenda kufanya usharati, kwenda kufanya uzinzi, mwanamke akitoka nje kulala na wanaume wengi, kulala na wanaume ambaye si mume wake, uaga anatoa subliminal message, anafundisha kwamba Kristo uaga na mabibi harusi wengi. Umeona? Na wakati kibibilia Kristo atakuja kuchukua kanisa, ni moja peke yake, bibi harusi ni umoja peke yake, kanisa la watakatifu ni moja, ili moja. Kristo anafunga ndoa, harusi ya mwana kondoo pamoja na watakatifu Kwa hiyo kama Kristo ni mmoja, na wewe mwanamke, unatoka na usharati na uzinzi, wanaume wengi unalala nao, unamfanya Kristo kuwa mwongo. Yaani, unaonesha kwamba Kristo lazima awe na mabibi harusi wengi, awe na makanisa mengi, kitu ambacho kibibilia inatambua ni kanisa moja la watakatifu tu, ijapokuwa makanisa mengi ni, ni rugha ya, ki, ya kimwili. Hapa tunazungumzia tunatoa mambo ya kimwili, tunaingiza katika kiroho. Unamfanya Kristo kuwa na makanisa mengi, unamfanya Kristo kuwa na bibi harusi wengi, jambo ambalo sio kibiblia. Jambo ambalo kibiblia Kristo anakuja kulichukua kanisa, sio makanisa. Kwa hiyo mwanamke, ukiwa anafanya uzinzi, unatoka nje, unalala na wanaume wengi, unakuwa unamweka ule Kristo kwamba yeye Kristo anakuja kuchukua, kufunga ndoa na mabibi harusi wengi, na ndo ubaya wa uzinzi na usharati kwa sababu huko namfanya Mungu kuwa mwongo, kama vile mwanaume anapofunga ndoa na anaoa mke wake, mwanaume anasimamia nafasi ya Kristo, analinganishwa na Kristo katika mambo ya ndoa, katika mwili. Lakini katika roho analinganishwa kama Kristo anavyolisimamia kanisa. Kwa hiyo, subliminal message yake ni nini? Mwanaume huyu akitoka nje akianza uzinzi na kulala na wabinti wanawake wengi wengi wengi, huko anakwenda anakutana nao kwenye gari, anakutana nao kwenye hoteli, anakutana nao wapi, wanafanya vingi. Huyu mwanaume anaonesha kwamba subliminal message anamdanganyishia Kristo kwamba Kristo anapaswa kuoa mabibi harusi wengi, Kristo atakuja kunyakuwa makanisa mengi. Jambo ambalo kibiblia nasema Kristo atakuja kulinyakua kanisa. Kristo ana, ana, ana bibi harusi umoja tu. Paulo anasema, nimewaposea, nimemposea Kristo bikira safi, ambao ni ninyi. Kwa hiyo hao watu ni wengi, lakini Paulo anawaita bikira safi Mungu ni umoja kama mbinguni ni umoja. Mimi na Baba tu umoja, vile vile na kanisa la Kristo lazima liwe hiki kimoja peke yake. Kwa hiyo athari ya zambi hizo ni kuonesha kwamba tuko tunamdanganishia Mungu kwamba atakuja kuchukua mabibi wa harusi wengi. Na ndo kwa maana ukiangalia kibibilia Waisraeli walipokuwa wanaabudu miungu walikuwa wanahesabika wanafanya uzinzi na wanaitwa kaaba. Umeona, wanafanya uzinzi kwa sababu wamekwenda kuabudu miungu mingine, wamemwacha Mungu, wame, wameambatana na miungu mingine. Kwa hiyo mwanamke akiacha mume wake akienda na wanawake, na wanaume wengine anakuwa kabisa anaachana na Mungu anaenda kwa miungu mingine, kwa sababu Mungu ndio anakuja, analinganishwa kama vile mwanaume kama vile kichwa cha familia, kichwa cha kanisa. Bwana, tusaidie sana. Kwa hiyo acha uzinzi, acha dhambi, acha usharati. Kwa hiyo mkubali Yesu Kristo, acha zambi zako, utubu. Bado nafasi ipo, na wewe na mimi, kila mhubiri anayehubiri waga, kuna zambi inamuotea. Na ukijikuta unatenda zambi, neno la Mungu linasema tunaye mwombezi mmoja, ambaye ni Yesu Kristo, anatupatanisha sisi na Mungu. Tengeneza maisha yako, wakati huu ni mfupi sana Wakati unapata neema na bado uko hapa, tengeneza, usikubali kuishi na dhambi. Acha usharati, acha uzinzi, acha kukutana na binti kwenye maklabu, acha kukutana na mabinti na wanawake na wake wa watu kwenye maba kwenye vichochoroni ndani ya magari. We unayenisikiliza, kijana, binti, mama, baba, huu ni mchungaji, huu ni mwinjilisi, mwalimu nane wewe, kama unakwagu nakutana na, na wanawake wa watu ndani ya, ya mamotel unakutana na wanawake kwenye gari unakutana na, na, na, na mabinti, achana nayo na mambo, tubu dhambi zako. Na mabinti vijana, wa mama, wa baba, wanawake, wakati huu ni wakati wa kutubu, kubadilisha maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, tubu. Mkubali Yesu Kristo. Yesu anazungumza na wewe, Mungu anasema na wewe. Ametumia watumishi wa Mungu. Hivi unavyonisikiliza anasema na wewe. Na ikiwa hizo zambi zinakuotea, uchukie kubaki na zambi. Kunja magoti, mwombe Mungu msamaha.